Wameua wakili Josefu Masanja. Tumeunda tume, imeenda pale, imefanya kazi. Ameuawa ndani ya eneo la magereza, polisi mpaka leo hawataki kufanya uchunguzi. Walimwita mlevi, kama jana walivyokuwa wakimwita Father Kitima <laughs> mlevi t amekaa e, masaa mangapi akiwa na leva? Wameua Josefu Masanja, sisi kwa uungwana tumetulia Sio kwamba hatuna hasira, tumetulia, tukaandika kwa utaratibu kabisa. Tunashukuru magereza, wakatuita walitupokea, magereza wakazungumza na sisi na wakatuonyesha hatua walizochukua, lakini wakatueleza kuna wigo wao, magereza hawafiki. Tunaandika barua kwa waziri wa mambo ya ndani, mpaka leo hajatujibu. Hatutakaa kimya we are coming very strongly as it never happened before, kwa sababu sisi sio kuku wa kuchinjwa. Kuwa wakili sio tiketi ya kuuawa bila sababu, ni kazi halali. Tuheshimiane. Tumeandika barua ili Watanzania ninasema hapa, Watanzania mjue, msije mkasema TLS wakorofi. Tumeandika kumwona waziri kwa sababu upelelezi haufanyiki makusudi. Wanaona yule wakili ni sawa na kuku au mbwa tu aliyekanyagwa barabarani. Yule ni baba, ni mwenzetu, is our colleague. We are not going to be silenced. Tumeandika barua, hawajafanya. We follow up with action and we are going to rumble very strong. Joseph Masanja ameuawa ndani ya eneo la magereza. Waliomuua wanajulikana, wanapokaa panajulikana kazi zao zinajulikana. Mpaka leo hakuna kilichofanyika. Polisi wakatoa maelezo kuonyesha Masanja ni mlevi. Tulikaa kimya, sio kwa sababu ya udhaifu. We are approaching try to engage with them. Tuliandika barua magereza, nimewaambia magereza, walituitikia na kweli wakatueleza wao walichofanya kwa upande wao Wizara ya mambo ya ndani waziri amekataa, kwa sababu hajajibu barua yetu. Mtu asipojibu barua yake, maana yake ni amekataa. Hatutakaa kimya, nimesema hatutakaa kimya. Tulieleza wakati tunatoa tamko letu mwanzoni, tutakataa kufanya shughuli zote za doku brief, shughuli zote za msaada ya kisheria na kuweka chini, ili wao wanaoweza kutuua wafanye wao kila kitu, biashara kutuambia tuko nyuma yenu, tuko nyuma yenu. Hatutataka, hakuna kukaa nyuma ya mwenzake kwa sababu hakuna waliye salama. Wote tuzungumze na tuiambie serikali ili likome, likome.